Mata meliyotoka akule mizito nami ntapa pumziko wapi? Ama Yesu Kristo anatuambia ya kwamba tukamrudia, tukaenda kwake, anatuambia kwamba kwa kweli wena meteseka na mizigo mizito, huenda umechanganyikiwa na maisha, lakini Yesu Kristo anasema jioni ya haitarishi, ni mizigo ya damu dhambi, haitarishi, ni magonjwa yamekulemea. Yesu Kristo anasema njoni kwangu, njoni kwangu nyote mliolemewa na mizigo. Njoni kwangu, nawe mizigo yenu ambayo imekulemea Yesu, tutatembea pamoja katika mizigo. Bwana anasema njoni kwangu, Yesu mliolemewa na mizigo. Yesu anataka kutusaidia.